Naitak na hii ni Redio Maisha, redio zaidi ya redio. Ewani, right now ni Maisha Jioni, lakini kwa sasa hivi tunaingia ndani ya Sizikui Nayo, Sizikui Nayo. Hello, mambo vipi mamii? Poa sana ni Okumu hapa na kupigia simu kutoka Radio Maisha e, tuko ndani ya Sizikwi Nayo e. Najua na nimeona ujumbe wako mami, ujumbe mzito kweli kweli jamani eh, jamani mwanzo, mwanzo kwema kwema kabisa. Ah, sasa mamii si, siku ya Ladies Edition zamu yako mamii, unasema kwamba uzikwi nalo jambo lipi? Ss, unaweza sema ni shida ikua. Ulikuwa 17 hapo, ni wakati umefanya form four, hauna mzazi hata moja Ata. Pole sana mami. Mimi na wewe gora moja jamani, ehealia yeah. Shule zilia aishi naoitokeo. Unasema ulipomaliza form 4 watu ambao walikuwa naishi nao wakakwambia utoke, wakaniambia e, okay, utoke okay, mkubwa okay, okay, okay. Ulikuwa naishi na kina nani hao ambao walikuambia utoke? Sasa huyu aunti ndiyo alikuwa anakulipia karo ya high school ehhe? Amenilipia kwa nti ya class hadi form 4. Na wakati ulimaliza form 4, kitu gani kilikuwa kilimfanya aunti yako aseme kwamba sasa utoke? Manisi nilikuwa mkubwa, akaona mimi mkubwa at 17 years old. Ehhe sa so si a aliona amenilisha, mi pia si mtoto wake, kila mato inamsaidia nayo pia, hakuna na wake so akakuambia utoke, uende wapi? Sijui hivi pia, nikawauliza nitaenda wapi nami bado hata mdogo, hata itiniezoi yeah. Kaniambia nitatoka, kuna wenzangu wenye awako na seventeen sixteen na wako na watoto wako kwao, na wamewania vitu vizuri. Mami, kuna kosa lolote ambalo ulikuwa umemfanyia anti yako? Hakuna attukuuili kanzahtanilivita vizuri na B plus hata hey, kupata B plus aunti yako. Sasa yeye akaona badala uende chuo kikuu yeye yeah, ameona tu akufukuze na oh, mtoto wake na mmoja alipata D mwenye tulifanya naye tu, uivu. Kuna mtoto wake ambaye naye alifanya form 4 akapata D, kaona mimi na wake pia imeshinda huyowa. So, so, huyo so ilikuwa ni kama kuna uivu fulani hivyo. Hey, so wewe umeambiwa utoke, ukatoka, ukaenda wapi?

Sasa aia hiomiomb walikuwa wanatafuta mwanaume fulani, mi sikuwa najua hiyo plani yao. Wakati wanakuambia utoke, kumbe tayari pembeni kuna mwanaume walikuwa washamtafuta eh. So wakakulazimisha kuolewa aklazimisha kuolewa <laughs> <laughs> yaani, anti yako alikupeleka ali, a, a, alikupeleka kwa mwanaume rasmi, ili umwondokee hivyo hey. So wewe uli, uli after form 4 na B plus yako, anti yako wakakulazimisha ukaolewa, kilazima ee, hey, hivyo ukaingia kwa ndoa <laughs> at 17 years old mami. mm. When was this? 2022 2022 hey. So wewe ukaingia katika ndoa

Yeah. So, mami e, sasa hivi toka 2022 umekuwa katika hii ndoa mpaka leo, bado uko katika hii ndoa, sio? Yeah. umezaa mtoto na huyu mwanaume? Siwezi we. hauwezi aambaoaan miaka mitatu katika ndoa na huyu mwanaume hujazaa naye ume, e. e. Umekuwa ukifanyaje kuzuia kupata ujauzito wake? Ulienda ukafanya family planning bila yeye kujua hata? E, sitaki ajue. So miaka mitatu ya ndoa ya kulazimishwa, this guy doesn't know kwamba sababu ya kutopata mtoto ni kwamba wewe ulienda ukafanya family planning behind his back, na yeye anajua tu kwamba mambo ni sawa yeah. Na amewahi kukuuliza kwa nini labda upate ujauzito, aneuliza eh

lakini yeye yeah, anakupenda sana anakupenda sana mm. Anakufanyia kila kitu kila kitu, anakupa pesa ukitaka mm, anakufanyia kila, kila kitu ambacho mwanaume anayependa mwanamke anafanya eh. Lakini wewe kwe unasema kwamba hapa kwa mapenzi tu ndio umpendi. Ai, sasa katika meseji yako unasema kwamba umeingia katika mahusiano na mwanaume mwingine. Haya mahusiano mapya yamekuwa kwa muda gani? Sahii tumekutana naye dhizia? Huyu mwanaume amekutana naye dhizia, ukiwa wewe katika ndoa, umeingia naye katika mahusiano, na unasema kwamba mko tayari kufanya harusi bado niko huku tu, bado bado niko kakai. Uenda kwake unasema kwamba uogo, unaenda kwake si kwake? Uenda kwake si najifanya niko kwa nchi yangu e. Hey, mami huko eh, eh. katika katika ndoa ya miaka mitatu na kuna mwanaume unapanganea harusi. Huyu mwanaume ambaye unapanganea harusi arusi, eh, arusi umewahi soma katiba naye? Ah bado hiyo, nilikwambia kama na sasa mimi niwe mke wake adiaa kwa mke wake rasmi na yeye anajua kwamba upo katika ndoa ajuawaia yani, yeye hajui kwamba wewe ni mke wa mtu, ajui ui mdogo. Sasa hivi ndio kuna 20 years huyu mwanaume hajui kwamba umeolewa wewe ni mke wa mtu, miaka mitatu katika ndoa, ajui kabisa. <laughs> hey, hey, hey, hey, fia fia fia nani? <laughs> uauu <laughs> Sasa mmepanga wedding lini? Mwezi wa kumi na moja dizia? Munapanga kufanya harusi e, mwezi wa kumi na moja dizia, na this guy huyu jamaa na una, yeye hakuna kazi, eh ana kazi na yeye unampenda unampenda sana, sa un, unampenda sana Lagi... e, unampenda sana jamani, na unampendea nini baby girl eh? Mwanaume ya nini mwanaume na nungu tani sura jamani, eh hey, ame ah. Umesema mwonekano wake, ukimwona hivi unasikia kama chuchu za simama, jamani ya dako akinisalimia tu eh. Akikusalimia nina pili kisake kibao unasema kwamba mwili kunakuwa na mtiririko wa hisia kwenye mwili kabisa, hey. <laughs> hey. Sasa na wewe uko katika ndoa sasa, utatokaje katika ndoa hii ya, le, ya leo ambayo umo ndani ndio uende ufanye harusi? Unapanga kutoka vipi? Nitatoka na najifanya nenda na nyumbani yeah. Ndo naenda kabisa na badilisha kila kitu yangu unabeba ushapanga utatoka na kila kitu, a kutoka, ukina kichote kwa kuwa yule ana vitu. Yani yule ni mtu ana pesa. Yani kati yao watu wawili, ni mwanaume yupi ako na pesa? uu so, ambaye ni naye ana pesa kushinda yule? ulbado yule, ni kijana ndio anaanza maisha. Yupi anaanza maisha? yule wa pili, wangu wa pili, huwa kwanza mbe umemaliza naye ni three years. a huyo ana pesa tena sana Huyu ambaye amekuoa ako na pesa uh, tena sana. Lakini shida tu ni kwamba ulilazimishwa katika hii ndoa, hauna feelings na yeye. Sasa unaenda kwa kijana mwenzako ambaye ndio anaanzisha maisha. E, mimi una, unampendea nini? na ni mtu ambaye hata hujasoma naye katiba. Jamani, pesa pia nakupa E. Sasa um, huyu hmm, ambaye upo naye katika ndoa ako na miaka mingapi? Ako na 35. Ako na 35, age gap ya 15 years. Na huyu ambaye unataka kuingia kufanya naye harusi Novemba ako na miaka mingapi? Ako na 25. Ako na 25, tofauti ya miaka mitano. Eh, sasa nilikuwa e. Wow, wow, wow. So ndani ya Sizikwi Nayo, swali lako ni gani? Mi nilikuwa nataka tu mafans wao, yaani wanisaidie, wanipee advice, yaani sijui nitafanyaje hii, mwenyewe nimeshapanga kila kitu. Sasa nataka ushauri kutoka kwa mafans. Ushapanga kila kitu in the next four months, unatoka katika ndoa unaenda kufanya harusi. Kabisa hivyo sasa. Sasa unataka ushauri je, ubakie katika hii ndoa ama ufuate penye chenye moyo wako wataka? Eh. Hmm, mtoto wa kike wewe, hatari kweli wewe. Yna so, na hakuna mtu yeyote wa familia unakotoka anajua kwamba unaenda kufanya harusi yeah. Yeah. Na mama ama baba ama dadangu? Unasema wazazi wako walifariki. Oh, wote?